Kabla haujafungua laptop yako leo kuweza kujifunza kitu chochote kile, wacha niweze kupatia mambo haya saba madogo madogo tu. Watu wengi wamekuwa wakiyapuuza, lakini ndio mambo ambayo huweza yakakufanya wewe ukakwama katika kile ambacho unakwenda kujifunza, kama hautoweza kuyazingatia. Unajua, kujifunza kitu kipya katika laptop sio tatizo. Tatizo linakuja pale ambapo kile unachofikiri kabla haujaanza. Wacha niweze kupatia ukweli huu ambao upo Haya mambo saba ambayo nitakupatia leo kama utayafahamu vizuri itakufanya wewe ujifunze kwa haraka zaidi kuliko watu wengine ambao hawayajui. Usianze kwa sababu tu umeona watu wanajifunza. Anza kwa sababu unajua unachokitaka. Ukitaka tu kujua utakosa ile motivation ya kuendelea kujifunza ilo jambo siku baada ya siku. Lakini kama utajua kwa nini unataka kujifunza, unaweza kudumu basi na kuendelea kujifunza hadi kuwa mzuri katika jambo hilo. Sasa tulio wengi tumekuwa tukikosea hapo. Huwa tunataka kuweza kujua na kujifunza vitu vyote kwa pamoja. Hapo hapo unahitaji kujifunza design, masuala ya editing, coding, marketing na mambo mengine yote, unahitaji kujifunza kwa wakati mmoja, na matokeo yake inakuwa unachoka wiki ya kwanza tu katika safari yako ya kujifunza na kupoteza focus. Nataka kukwambia kuwa focus katika kitu kimoja kwanza, utakapoweza kukimaster na kukifahamu vizuri, sasa hapo na uwezo wa kushifti kwenda katika kitu kingine na kuendelea kujifunza siku baada ya siku. Lakini jambo jingine la pili ni kuweza kutengeneza mazingira safi ya kujifunzia. Usijifunze huku WhatsApp ipo wazi, unasikia notification, ama una chat, ama una scroll TikTok, upo na simu yako karibu unatumia huku unajifunza, unaangalia video nyingine huku umefanya kitu hichi. Jaribu kupanga muda wako dakika 30 ambazo utakuwa makini katika kile ambacho utakuwa unakifuatilia na kujifunza. Ni bora zaidi kuliko hata masaa mawili au hata siku mbili ambazo utakuwa unajifunza kitu lakini hauko makini katika kile ambacho unajifunza. Unachotaka kusema kuwa hakikisha unapangilia mazingira yako vizuri, yanakuruhusu kuweza kujifunza kwa uzuri zaidi. Kama ni simu, weka mbali sana, ama zima kabisa, weka do not disturb ama weka airplane mode kwa muda huu ambao unajifunza. Lakini jambo jingine ni kuwa na mpangilio, tunasema roadmap. Kama hauna mpangilio itakuwa ngumu kwako kuweza kujifunza. Tafuta topic, angalia wapi unaanzia, wiki hii utaanza sehemu gani, masaa mangapi utaweza kuchukua kuweza kujifunza. Kwa mfano tuchukulie, let's say unahitaji kujifunza Canva basic wiki hii, wiki ijayo utajifunza ishu nzima za font and colors. Lazima uwe na direction, uwe na ule mpangilio, ile roadmap. Hata kama ni ndogo tu, inaweza kuokoa muda mkubwa sana na kujifunza kwa haraka. Lakini vile vile jambo jingine ni kuweza basi kupractice, kuliko tu tu kuweza kutazama ama kukaa na theory muda wote. Namaanisha nini? Video hazitoweza kukufundisha pekee, lakini mazoezi ndio ambayo yatakukuza na kukufundisha wewe. Namaanisha nini? Usishie tu kuangalia mfano tutorial kumi. Chukua tutorial moja, rudia, jaribu kile ambacho kinafanywa. Fanya mazoezi. Ukiwa unakosea, itakuwa ni sehemu ya wewe kujifunza na kumaster kile kitu kwa haraka. Sio tu unatazama mfano video kumi kwa siku unajiona umejifunza umepiga pasi ndefu, lakini kumbe sivyo. Unatakiwa uweze kufanya mazoezi au practice. Kama unajifunza kodi, usiangalie tu hivi bila ya kufanya kile unachojifunza. Unaangalia video mfano, na wewe huku unafanya na unafahamu vizuri kile ambacho kinafanyika pale. Mazoezi ya kutosha ndio ambayo yataweza ya kukujenga wewe. Lakini jambo jingine ni kuwa na uvumilivu. Unajua kila mtu alianza kutokea chini, kuanzia zero, hajui lolote lile, lakini utaweza kuona watu wengine huko mitandaoni wamekuwa wanafanya vizuri sana. Usijaribu kuangalia kwa chuki, kwa sura mbaya lakini vile vile usijiangalie wewe vibaya, kama bado unajiona upo chini. Wale ambao wamefanikiwa katika lile jambo wana miaka mingi sana, ambao wameanza huko nyuma, wana miaka ambayo wameweza kuwekeza katika kujifunza, kufanya mazoezi ya kile ambacho wanajifunza, hadi wewe unawaona kuwa wamefanikiwa. Usikate tamaa mapema, endelea kujifunza hadi kuweza kumaster hicho kitu ambacho umechagua kujifunza. Lakini vile vile usiogope basi kuuliza na kushirikiana na watu wengine. Watu wengi wamekuwa wakipotea kimya kimya wakizani kuuliza ni uzaifu lakini kumbe kuuliza ndio kunakufanya wewe uweze kuelewa kwa kina juu ya jambo fulani. Jiunge katika community mbalimbali mbali, uliza, shirikiana na watu ndipo basi utaweza kuona ukikua kwa haraka zaidi. So sina la ziada katika video hii, lakini kabla ya kuweza kutamatisha, niambie katika sehemu ya comment jambo gani ambalo limeweza kukufungua na ulikuwa unalidharau sana kabla ya kufungua laptop yako. Kumbuka ujuzi hauhitaji kompyuta pekee, inahitaji nidhamu, lakini vile vile inahitaji commitment na mambo haya kuweza kuzingatia ambayo nimeweza kupatia. Kama utaweza basi kuyafanyia kazi itakufanya wewe uweze kujifunza lolote lile vizuri zaidi na kwa haraka. Na pia katika sehemu ya comment, jambo lipi kati ya haya mambo saba haukuwahi kulifikiria kichwani mwako na ulikuwa unalidharau katika kujifunza kwako? Unapokaa mfano na kufungua laptop yako, umekuwa ukikaa pengine na simu yako pembeni ni jambo ambalo linaweza likakusababishia wewe kukwama na kuto kufikia malengo kwa muda sahihi. Like video hii, subscribe channel yangu ya YouTube. Una maoni, una chochote cha kuchangia juu ya hiki ambacho leo tumeweza kuzungumzia kwenye video hii, basi hakikisha unafanya hivyo. Sehemu ya comment ipo kwa ajili yenu, tuendelee kuwa pamoja, tuendelee kushea maarifa na kujifunza pamoja na kupigania basi ndoto zetu kufikia kule ambapo tunatamani kuona tumefikia. Asante sana. Usikose video ijayo.